Kama nakuona una shauku ya kujua ni sawa au sio sawa kushika simu ya mahabubu wako, ukaanza kuikagua au ukaanza kuitumia. Anyways, e, katika vitu vinatengeneza mahusiano simu inahusika lakini katika vitu ambavyo vinahusika zaidi kuharibu mahusiano simu ni namba moja kataa ukubali simu ni kirusi katika mahusiano yoyote yale yawe ya mapenzi yawe ya uchumba yawe ya ndoa katika video hii tutaangalia kwa kina na kujibu swali letu la je ni halali ni haramu ni vizuri ni vibaya kushika simu ya kipenzi chako ukaitumia au ukaanza kuikaguakagua mimi mr benor karibu sana hapa tunashea ideas za kuhusu mahusiano namna ya kuimarisha mahusiano namna ya kutimia. Uu majeraha yanayotokana na, na mahusiano. Kumbuka kubofya kitufe cha subscribe. Oh, kitufe cha subscribe na kitufe cha kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapoposti video mpya. Uepuke stress, uepuke kukonda, uepuke kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Jamani, mapenzi yanauma. Asikwambie mtu experience ninayo, wala in sijadifiwa. Anyways, linapokuja swala la kushika na kukagua simu ya mpenzi chako au kutumia simu ya kipenzi chako, kuna watu wanasema is okay kulingana na sababu zao, lakini kuna watu wanasema it's upuzi, ni ujinga, ujinga fulani ambao upaswi kuentertain katika mahusiano kulingana na sababu zao. Sasa nikwambie, unapopekura simu ya kipenzi chako, three things involved, ah, lugha za watu, majambo matatu yanahusika hapo, either umeanza kususpect kitu. Oh, ati lugha za watu, jamani Idha umeanza kuhofia jambo, kwamba kwa jinsi ninavyoona there is something going on Ay. Kuna kitu kinaendelea, yaani macho yako yameanza kukaa kama CCTV kamera. Inapoingia notification katika simu ya kipenzi chako, wewe ndo unashtuka kuliko mwenye simu. Jambo la pili ni wivu wa kijinga unakusumbua, unakuwa kama daktari anayecheki maralia alafu hakuna maralia. Unaishia kukonda mwenyewe na hamna kinachokukondesha. Jambo la tatu ambalo linakuwa involved unapokagua simu ya kipenzi chako pengine wewe ndo unafanya upuuzi huo, so unahisi hata mwenzako anafanya upuuzi huo, yaani inakuwa ni kioo cha makosa yako, unajiona mwenyewe unachokifanya sio kizuri kumtendea mwenzako. Akikutendea wewe, ndivyo utavyojisikia hivyo. Sasa, let's come to the point, tujibu swali letu. Je, ni sawa au sio sawa? Ni heri au ni shari kushika simu ya kipenzi chako ukatumia au ukakagua? Jibu la kwanza ni ndio. Ni ndio katika misingi gani? Ni ndio pale tunapopata ruksa ya kufanya jambo lolote katika simu za vipenzi vyetu, kwa sababu kisheria kukagua simu ya mwenzako hairuhusiwi, na ndo maana unaambiwa lazima simu iwe na password. Na kuruhusiwa kufanya chochote katika simu ya kipenzi chako mara zote inasababishwa na uaminifu unaotengenezwa na nyewe wawili, kwa sababu mkishaaminiana, haina haja ya kufichana majambo, ila pia haina haja ya kukaguana kwenye masimu, kwa sababu tunaamini mtu akikupenda hana haja ya kuficha chochote, na mara nyingine inafika pahali mtu anakuwa huru kwenye simu ya kipenzi chake, na anaweza kujibu message, anaweza kupokea simu zinazoingia. Pengine bebi yuko busy, kwa hiyo anaweza kupokea simu na kuwaeleza bwana, mtu fulani yuko busy, utamtafuta baadaye, au mtu fulani anafanya kitu fulani, amesema utamtafuta baadaye. Au pengine kipenzi chake akamwagiza, nijibie hiyo message, mwambie hivi na hivi kipenzi akajibu meseji no problem, tena na hata unaweza ukatumia kwa kuperuse, ukashika simu ya kipenzi chako ukarefresh mine, pengine wewe umeishiwa bando. Lakini kuna watu tunashika simu za vipenzi vyetu kupekurapekura, utamkuta Facebook, utamkuta Instagram, utamkuta kwenye WhatsApp message, Facebook messages. kule kote anapekurapekura kuangalia kipenzi chake huwa anatumia simu kufanya nini, huwa anatumia mitandao ya kijamii ni? kufanya nini? Kuchati na akina nani? Kuposti nini? jibu la pili No, kwa sababu sio lazima kujua kila mazungumzo, kila anachokifanya kwenye simu. Kuna mazungumzo mengine ni faragha, baina yake na ndugu zake, baina yake na wafanyakazi wenzake. So unaweza kuona inavyopigwa simu, anatoka pembeni. Usianze kutengeneza dhana negative, I mean, dhana hasi. Pengine unaweza kukuta ni mtu wa system eh? ana mazungumzo fulani ambayo anahisi wewe haupaswi kuhusika, ila kama unahisi umeanza kususpect kitu, umeona hapa kuna mwamba ananyapia nyapia, hapa kuna kadada anaanza kumnyapia nyapia, kipenzi changu, ni bora ni bora tena anarudia ni bora umwite umuulize, what is going on, aweze kukueleza. Kama unaona anaanza kutetereka tetereka, anatetema, anakuwa anakwenda anarudi, hajibu swali lako au hakuelezi bayana, mpeleke katika sehemu kuu nne ambazo unabidi kumpeleka mkasuluhisha ugonjwa wenu kabla hamjaachana. Na ukitaka kujua sehemu hizo kuu nne, tizama video hii itakuelekeza wapi pa kumpeleka kipenzi chako baada ya kususpect jambo na unaona hawezi kuwa open. ni mimi Mr. Donor, kumbuka ku like, ku share, ku comment, ili video hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi, tuweze kujifunza tuweze eh, kuondokana na stress za mahusiano tuweze kuishi katika mahusiano yaliyokuwa salama na yenye afya. Karibu sana, tukutane katika video ijayo.